Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza JavaScript. Bado tupo katika kipengele cha array lakini nategemea video hii tutakwenda kukitamatisha kipengele hiki. Video inayofuata moja kwa moja tutaanza na object. Lakini sasa kabla ya kutamatisha kipengele hichi, hizi method za leo ni muhimu sana. Na utakapomaliza video hii jaribu kwenda kufuatilia zaidi method hizi ambazo leo nitakwenda kukufahamisha. So method ya kwanza kabisa inakwenda kwa jina la for each. Methodi hizi zinaitwa kama iteration method, array iteration method ambazo zinakupa wewe njia fupi rahisi kuliko kuweza kutumia for loop ya kawaida. Tukianza na methodi ya kwanza ambayo nimekutajia ambayo ni for each. Kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kupitia basi kila element kwenye array yako. Na methodi hii inatumika pale unapotaka basi kuweza kufanya kitu kwa kila element bila kuweza kutengeneza array mpya. Wacha niweze kuonyesha mfano wa methodi hii inapotumika. So let's say tupo na array yetu ya numbers, oh sorry, takiwe herufu ndogo. Const numbers, sawa sawa, square bracket tupo na one two three semicolon. Then sasa tunakwenda kutumia hii method ya for each tuweze kuona inafanya nini haso. Tunaanza kwa kuiandika jina la array yetu numbers dot. Unaweka sasa method yako for each kisha unaweka hapa bano nam, unaweka ile arrow sign ambayo tulitumia kule katika arrow function. Unaweka ile hapa so, sawa sawa greater than sign, nafungua curly braces. Ndani ya curly braces zetu tunaweka let's say console dot log. Nimekuambia hii inaenda kufanya iteration, kwa hiyo ndio maana tunaandika katika, so, mm -hmm, katika mfumo kama huu so log nam times 2. Angalia output ambayo imetoka hapa, alafu nikufahamishe for each inavyoweza kufanya kazi. Imetoka 2, imetoka 4, imetoka 6. Kipi ambacho kimefanyika hapa? For each nimekuambia inakwenda kutumika pale unapotaka kufanya kitu kwa kila element. Sasa mimi ninahitaji basi kuzidisha na mbili katika kila element nilionayo katika hii array yangu. Na ndio maana nikatumia for each. Kisha uandishi wake for each upo kama hivi, unaandika dot una access method yako for each. Hapa ndani tumepitisha just a num ambayo num hii itakwenda ku represent kila element katika array yetu. Mara ya kwanza ita represent 1, mara ya pili ita represent 2, mara ya tatu ita represent 3. Na baada ya hapo kwenye console tukaweka num ambayo itakuwa ile ya kwanza itakayopita kwenye array yetu ambayo ni 1, ukizidisha na mbili unapata mbili, ndio hii mbili ambayo imetoka hapa. Ukija tena inarudi, kwa sababu hii haiendi kustopu mpaka pale ambapo element zote kwenye array zimekamilika, zimeisha ndipo ambapo hii for each method iteration yake itastop hapo. Kwa hiyo itarudi tena itakuja kwenye mbili hapa. Nam save ita represent 2. 2 times 2 ndo hii ambayo tumepata 4. Itakuja bado element zipo, kwa hiyo nam save ita represent 3. 3 times 2 tumepata hii 6. Ikija tena nakuta tayari element zimeisha zote zimeshapitia kwa hiyo hapo ndipo ambapo ita stop. Hiyo ndio method ya for each inavyofanya kazi. Kwa hiyo hii unakuta ni rahisi kuitumia kuliko zile loop za kawaida, faster tu unapitia element moja kwenda nyingine, na kama unahitaji kufanya nazo kazi kama hivi, kuzizidisha unafanya, au kama hauhitaji kuzidisha, just unahitaji kuzidisplay tu, tayari unaona hapa zime display 1 2 3, kwa kuondoa ile times 2. So, very simple kwa kutumia method hii ya for each. Natumai umeweza kunielewa na umepata concept japo kidogo na hii method, kikubwa ninachokuomba ni kuendelea kufuatilia zaidi kuhusiana na hii method ama hizi ambazo leo nitaweza kupatia. Ni muhimu sana, utakuwa ukizitumia sana sana katika uh, kazi zako mbalimbali mbali, kwenye kutengeneza mifumo mbalimbali, web, web development tofauti tofauti utakazokuwa unazifanya, method hizi utakuwa ukizitumia kufanya kazi na array. Lakini ukiachilia method hii ya For each kuna method nyingine ambayo inakwenda kwa jina la map. Map kikubwa ambacho inafanya ni kutengeneza array mpya kwa kutumia function, kila element inarudishwa ikiwa imebadilishwa, na map hii haibadilishi array ile ya asili origin. Wacha tuweze kuoneshana kwa mfano ili tuweze kuelewana zaidi vizuri. Tupo na hii hapa array yetu ya numbers kama kawaida, imehifadhi element 3 1 2 3 value zetu, then tutengeneze hapa const double sawa sawasawa, tuchukue array yetu numbers dot access method yetu ya map then num equal sign greater than sign num times 2 tuweke semicolon console dot log, double. Angalia kile ambacho kimekwenda kufanyika okay. Double, double tumekosea spelling where Doubled hapa kuna d mwisho, yeah. Angalia kilichoenda kufanyika. Mwanzoni tulikuwa na namba zetu moja, mbili, tatu kwenye array yetu ya namba, lakini sasa pengine unahitaji kutengeneza array mpya kwa kutumia function hii ya map, uweze kufanya kitu fulani kutoka kwenye array fulani, alafu uassign katika hiyo array mpya, ndio iweze kuhifadhi hizo value ndio kitu ambacho sisi hapa tumekifanya. Tupo na array yetu ya kwanza imecontain contain element tatu hizi, moja mbili tatu value zetu, lakini tumekuja kutengeneza double ambayo itakuwa ni array nyingine mpya hiyo tunayotengeneza, na array hii ya double value zake zitatokana na hiki kitu ambacho tumekifanya hapa. Tumefanya nini hapa? Tumevuta array name yetu ambayo ni numbers tukaweka dot map kuweza kuaccess method hii ya map na kisha tukapitisha hapa num sawa sawa I mean, hii arrow sign, function yetu hii arrow function num times 2 kama kile ambacho tumekifanya katika mfano uliopita, tulipokuwa tunaangalia kuhusiana na for each, num hii ita represent value moja kwenda nyingine katika katika katika array yetu yetu mpaka itahakikisha imekamilika imemaliza, na hiki ambacho tumekifanya hapa ni just kuzidisha tu hiyo hiyo element ama value iliyomo katika array hiyo, na hii, 2 na ndio maana tukapata 2, 4, 6 ambayo imehifadhiwa katika array yetu hii mpya ya double kwa unaweza kutumia hii map kuweza kufanya kitu kama hiki, lakini pia unaweza kutumia map kuweza kufanya vitu tofauti tofauti katika kile ambacho unakifanya kwa muda huo. Kwenye projekti yako ukaona kuna umuhimu wa kutumia method hii, basi unaweza kuitumia. Lakini ukiachilia method hiyo, kuna filter, ambayo kama ilivyo jina lake, inakwenda kuchuja element. Ku filter inarudisha array mpya nayo yenye element ambazo zimekidhi masharti. Unaenda kuchuja, unachuja nini? kwa upo na maji na mchanga na mafuta wewe unaenda kufanya ile filtration. Je, unahitaji kuweza kupata nini pale? Maji ama mafuta, mchanga na huko, ni hivyo hivyo kulingana na masharti ambayo tutaipatia, itakwenda kufilter basi na kutupatia array mpya ambayo itakuwa imebeba zile values zilizopita katika hayo masharti tutakayoweka. Acha niweze kuonyesha hapa, let's say tupo na hiyo array yetu ya kwanza ambayo ni numbers imebeba value kadhaa humu. Acha tuweze kuziongeza ziwe nyingi kidogo, tuongeze element zetu nne, Tano. Then tuweke hapa const tupo na hii found ambayo itakwenda kutengeneza hiyo array mpya ambayo array hii itakwenda kuhifadhi zile result baada ya kuwa filtered baada ya kuchujwa zile data zetu kwa kutengeneza some logic. So, sawa sawa, numbers, dot, kitu gani? Filter or let's say hapa wacha tuweze kuweke, tuweke even. Nahitaji kufilter katika array yetu ya kwanza, even numbers zote ndizo ambazo zije kuhifadhiwa katika array nyingine ya even. So, numbers.filter kama kawaida, num sawa sawa greater than sign. Function yetu num percent 2 sawa sawa na zero Just a logic, just a expression ambayo itakwenda kututolea sisi namba ipi ni ni even namba ipi ni odd katika hizi array zetu. Then baada ya hapo tukiweza ku console.log tukiweka hapa let's say even, utaona output tumeweza kupata array mpya ambayo imekusanya even number tupu ambazo zimetokana na hii array yetu ya juu, huku odd numbers zimeweza kuwekwa pembeni. Ndio kitu ambacho tumeweza kufanya hapa katika hii method ya filter nam itaenda kuchukua element moja kwenda nyingine na kupitisha humu katika function yetu hii, ambayo function hii tumeweka hii logic hapa, ama expression nam, ikiwa ni modulus 2 kama remainder itakuwa ni sawa sawa na 0, basi hiyo itakuwa imepita katika sharti ambayo tumeliweka hapa na imekuwa hiyo ni even number. Kwa hiyo itachukuliwa hiyo, itakuwa returned na itaikwa katika array yetu ya even. Natumai utakuwa umeweza kunielewa filter inavyofanya kazi. Hiki ambacho tunakifanya hapa, nam Uh, hii alama ya arrow ni function ambayo tumeshajifunza arrow function. Kama umeshasahau, rudia katika ile video ili uweze kukumbuka. Basi arrow function inafanya kazi vipi? Hii ina act as a parameter ambayo tunaipitisha kwenye function yetu, lakini hii parameter yetu tunaitumia sasa, ambapo parameter hapa, kumbuka ni hizi array zetu zinapitishwa moja kwenda nyingine ni iteration method hizi ambazo tunajifunza leo katika video hii, na ndio maana inaenda kupitia value zote katika array yetu hadi kuweza kutamatisha. Na inachekiwa moja moja kulingana na method tuliotumia. Mfano hii filter hapa inakwenda ku return endapo itakidhi sharti hili, ikigaiwa na mbili italeta jibu la zero, maanake hiyo ni even number. Na ndio hapa tumepata mbili na nne. Two, ndio ambayo even number katika array zetu hizi, tukiongeza nyingine mfano sita ni even number. Tukiongeza mfano hapa sita, pia sita itachukuliwa. Saba haitachukuliwa. Nane ni even number itachukuliwa. Umeona output ambayo tumeipata. So hiyo ndio filter method. Unaweza kwenda kuifuatilia zaidi kama bado haujaelewa kuhusiana na ile array function. Jaribu kuipitia nayo vizuri ili uweze kuelewa vizuri methodi hizi zinazofanya zinavyofanya kazi kwa sababu sana tumetumia hii hii function ya arrow function na hii function ili kuweza kufanya nazo kazi hizi methods zetu za iteration method katika array. So ukiachilia hiyo filter, kuna method nyingine ambayo ni ya find. Kikubwa ambacho inafanya method hii ni kuweza basi kupata element ya kwanza iliyokidhi sharti ambalo tutaweka, ile logic ambayo tutaitengeneza sisi. Na itarudisha element moja, siyo array yote, just ni element moja tu tofauti na hii filter ambayo itarudisha full array yetu element zetu. So wacha tuweze kuona find inafanyaje kazi. Let's say tupo na na hiyo array yetu ya numbers kama kawaida lakini tubadilishe value sasa hivi. Wacha tuweze kuweka let's say tano kumi na mbili nane mia moja thalathini arobaini na nane. Zinatosha. Au vip? Yeah, zinatosha hizi. Value zetu kwenye array yetu hii. So then, baada ya hapo sasa, nataka tukatumie hii find method na tuone inavyofanya kazi. Let's say, tutakuwa na variable nyingine ambayo tuiite found, sawa sawa. So, so, numbers dot find methodi yetu, mabano. Ndani ya mabano haya tunapitisha sasa function yetu, let's say, num arrow function hii, then num ni greater than kumi, semicolon console dot log, tutoe hapa found. Tumeweza kufound nini hapa, tuone output. kumi na mbili greater than kumi. Kwa hiyo hii find inachofanya ni kwenda kuleta value moja tu katika hii array yetu hapa. Inaenda ku find value moja ambayo imekidhi sharti hapa ambalo sisi tumeweka iwe ni greater than 10. Ukiangalia 130 ni greater than 10 kweli, 44 ni greater than 10, lakini imeweza kuchukuliwa hii ya mwanzo kwa sababu itakapofikia tu katika ile element ambayo imekidhi vigezo. Haitoweza kuzingatia na hizi nyingine huko mbele, itachukua hiyo hiyo hapo ilipo. Kwa mfano hapa nikiweza kuondoa hapa nikiweka one sasa hivi itachukuliwa mia moja thelathini kwa sababu hii imepita ya kwanza, imeonekana haijakidhi masharti, ni ndogo kuliko kumi. Imepita ya pili hii wa, ni ndogo kuliko kumi, imepita nani, ni ndogo kuliko kumi, zote zimeachwa hizo. Ilipofika kwenye mia moja thelathini ikakutikana hii kweli, imekidhi sharti hili, ni kubwa ya kumi. Kama ni kubwa ya kumi, basi tumeweza kufound value ambayo ni kubwa kumi itaachilia hapo, hii 44 pia ni kubwa ya kumi. Lakini find method hii just inarudisha nini moja tu, kama unahitaji kurudisha value zaidi ya moja, tumia ile filter. Natumai utakuwa umeelewa jinsi gani ambavyo hii, uh, find method inavyotumika na kufanya kazi. Twende tukaangalia method nyingine ambayo inakwenda kwa jina la sum. Kikubwa ambacho inafanya method hiyo ya sum, inakwenda basi kuangalia kama angalau element moja imekizi vigezo masharti katika array yetu na kama kuna element ambayo imekidhi masharti ambayo tutaweka, basi iweze kurudisha jibu la true, kama hakuna iweze kurudisha jibu la false. Wacha tuweze kuona array yetu hiyo hiyo ya namba, nitaweka mimi hapa 1, 2, 3, 5 let's say ah, wacha tuachie hiyo hiyo 4 okay. then console.log nataka nikuoneshe jinsi ambavyo hii some inavyofanya kazi so tunai tumia array yetu numbers, ni call numbers dot sum methodi yetu, tunafungua mabano ya methodi yetu, tunapitisha humu function yetu sasa, num arrow num ni greater than 3, then wacha nifanya hivi, ni copy hii console yetu, ctrl c ctrl v alafu nibadilishe hapa logic yetu, niweke ni greater than but niondoe 5 niondoe 3 niweke 5. Sasa angalia kilichoweza kutokea, tumeweza kupata true na false. Maana yake console ya kwanza imeleta jibu la true, console ya pili imeleta jibu la false. Sasa hii sum inavyofanya kazi inarudisha boolean value kati ya true ama false, na kikubwa inachoenda kufanya, kama nilivyotangulia kusema inaenda kuangalia array element I mean value zetu zote zilizomo katika array yetu, na kuangalia je, kuna japo value moja imekidhi vigezo ambavyo tumeipatia katika hii method yetu ya sum kama ndiyo itarudisha true, kama hakuna iliyokizi vigezo hata moja itarudisha false, na ndicho kilichofanyika katika sum. Tumetengeneza method yetu hii, num ni parameter ambayo ni hizi array value zetu, zina act as a parameter kwa, zitapitishwa moja baada ya nyingine, itachekiwa ikija katika function yetu, itacheki je num ni kubwa ya tatu. Ukiangalia hapa imepita ya kwanza ikakutana, sio kweli, ya pili sio kweli, ya tatu sio kweli, ya nne ni kweli, kwa hiyo tayari kuna value moja imepatikana, imeleta jibu la true katika hii array yetu na ndio maana hapa ikatoka true, console ya kwanza. Lakini hapa console ya pili imeleta false kwa sababu tumeweka greater than 5, na ukiangalia value zetu zote hizi hazizidi ama sio kubwa ya tano, na ndio maana imeleta jibu la false. Hiyo ndio method ya some inavyofanya kazi, na tumeona utakuwa umeweza kupata concept japo kidogo kuhusiana na method hii, na umeweza kunielewa kile ambacho kinafanyika. True and false ndicho ambacho kitarudishwa kwa kutumia method hii ya some. Lakini pia kuna method nyingine ambayo inaitwa every. Every kikubwa ambacho inafanya ni kuangalia kama sasa hizo element zote zilizomo katika array zimekizi masharti. Kama hazijakizi masharti italeta false. Zote zinatazamwa. Some ilikuwa inaangalia at least one, ikiwa imekizi vigezo ambavyo vinahitajika katika hizo element zilizopo katika array basi italeta jibu la true. Haijakizi hata moja, italeta false. Uh, lakini hii sasa every inahitaji elementi zote katika array yetu hiyo imekizi masharti hayo. Kama kuna element ambayo haijakizi masharti hayo japo moja, italeta false mazima. So acha niweze kuonyesha, instead ya kuweza kuweka hizi value hapa, acha tuweke even number let's say 2, 4, 6, ili uweze kuelewa vizuri kuhusiana na hii method ya every. Then katika console.log numbers.sum acha tuondoe .sum tuweke just methodi yetu ya every inaandikwa hivi, na hapa chini tuweke methodi yetu ya every. Alafu humu ndani ya mabano yetu ya methodi hii ya every tutengeneze logic ambayo itatuonyesha sasa jibu ya true ama false. So, oh sorry, hapa every. Then num, our function yetu hapa tuweke num ikiwa sasa ni modulus, wacha tufanye hivi. Modulus true kama italeta sawa sawa na zero, lete true. Lakini pia na huku tuweze kuweka let's say hivi hivi greater than 5, ah, tuangalie. Kwa hiyo inaanza kuchukua element moja kwenda nyingine katika array yetu na ikiangalia element hiyo, mfano hii ya kwanza tumepata jibu la true, ya pili tumepata jibu la false. Kwa sababu ya kwanza tumepata jibu la true, zote hizi array value zetu, array element zetu zinakidhi masharti yaliyowekwa katika hii method yetu ya every. Ukiangalia zote hizi, una uwezo wa kugawa kwa mbili na bila ya kubaki chochote kitu. Yaani ukigawa ni sawa sawa na zero mwisho wa siku ndio remainder ambayo itabaki. Kwa hiyo za hapo tumeweza kupata true. Mbili, nne, sita zote zimekizi vigezo vya hapa. Na ndio maana tukapata true. Hii every hii inafanya kazi hiyo, inahitaji element zote ziwe zimekizi masharti ndipo ilete boolean expression ya jibu la true. Ikiwa moja tu mfano hapa ingekuwa hii tuna tatu hapa. Tatu tunajua remainder inabaki moja ukigawa na mbili, imeleta jibu la false. Natumai utakuwa umeweza kunielewa hapo. Lakini hii ya pili ilileta jibu la false huku, kwa sababu ndio sita ni kubwa ya tano, lakini mbili na nne sio kubwa ya tano na tumetumia method ya every. Kama tumetumia method ya every, maana yake hapa inaleta jibu la false. Every method hii inahitaji vitu vyote vilivyomo katika array vikizi sharti hilo ambalo tutaliweka hapa, tutatengeneza hiyo logic humu ndani ya haya mabano ya method yetu. So hiyo ndio every. Kiachilia every, tutamatishe na method hii ya mwisho katika video hii ya leo na vile vile kuweza kutamatisha kipengele hichi cha array kabla ya kuja kuendelea kipengele cha object katika video inayofuata. Tumalizie na hii method ya reduce. Reduce kikubwa ambacho inafanya method hiyo ni kuweza kupunguza array kuwa value moja, kuwa thamani moja yani, wacha niweze kukuonyesha hapa. Hutumika hii method ya reduce kuweza kufanya kujumlisha, let's say kutafuta product, average na issue nyingine. Okay? Wacha tuchukulie Array yetu hii hii ya namba lakini tubadilishe elementi zetu humu tuweke 1 2 3 4, yeah, inatosha four. Then baada ya hapo tutengeneze variable hapa ya sum, sawa sawa, then tuite array yetu numbers dot reduce, tunafungua mabano ya function yetu ndani humu, let's say tuweke count current, then sawa sawa Than, nasema function yetu hii, arrow plus current, comma, zero. Inawezekana usiifahamu hiki ambacho nimekiandika hapa lakini nitakapokuelezea utaweza kunielewa vizuri kile ambacho kinafanyika console.log sum semicolon. imeweza kutoka jibu hapa kumi maanake imechukuliwa namba hizi zote zimejumlishwa na sum imeweza kupata jibu la kumi kwa hapa, kikubwa ambacho tunakifanya katika hii function ya reduce, I mean method ya reduce, kama nilivyotangulia kukwambia kuwa inakwenda kuchukua total mfano ama average, yani inaenda kurudisha thamani ya value zote zilizomo katika hiyo array yako, kama ni total unahitaji, kama ni average unahitaji za array zako hizo zilizomo humo whatever, mwisho wa siku inarudisha value moja, ambayo basi itakuwa ni jibu ya kila ambacho ya umekifanya katika array yako ya value zote hizo. Kwa hapa sum tumeweka kwa sababu tunahitaji kwenda kuhifadhi hiyo value ambayo itarudishwa, tukaita numbers, jina la array yetu, dot reduce, tuka access method yetu hii kufanya nayo kazi, na ndani humu tukapitisha parameter mbili katika ndani ya mabano yetu, tumetengeneza function, arrow function, lakini tumepitisha parameter mbili, ya kwanza hii, ya pili hii, current parameter hizi mbili, ya kwanza ijumlishwe na ya pili, kwa hiyo one itatoka itakuwa ndio ya kwanza imepita ya lakini pia na current itakuwa ni hiyo hiyo ambayo ipo ya kwanza. Kwa hiyo one, iki plus na 0 ambao ni one, itahifadhiwa kwenye current. Two, iki plus na na ile current ambayo ni one, itakuwa ni uh, ni itakuwa ikija ya tatu hii, mwisho wa siku ikapatikana jibu la 10 ndilo ambalo likarudishwa ikahifadhiwa kwenye sum na tulipo toa katika console, sum hapa tulipo print tukaona hapa ni 10. So hizi ni method ambazo muhimu sana kuweza kuzijua, hizi basi utaweza kufahamu vizuri zaidi na sina la ziada leo katika video hii tumejifunza mengi na natumai umepata mwanga japo kidogo. Like video hii, una maswali una maoni yoyote, niambie katika sehemu ya comment. Tutakuja kuendelea katika video ijayo na kipengele cha object, so usiwe mbali na channel yangu ya YouTube na kuendelea kufuatilia mtiririko huu, playlist hii ya kujifunza JavaScript hatua kwa hatua. Asante.